Naweza kujua vipi ndoto imetoka kwa Mungu? La kwanza ambalo ni muhimu sana, ukiliona katika ndoto, huenda ni Mungu anakuongelesha, ni wazi wa ndoto na tena kuwa na athari kubwa. Yaani, ndoto kama iko wazi, unaiona vizuri venye uliota kabisa unaweza ifuatilia vizuri, ndoto yenyewe inaeleweka, hata kama huelewi maana yake, lakini unaelewa kile chochote ulichokiona katika ile ndoto, basi ule uwazi wa ile ndoto unaweza kuwa ishara kwamba ni ndoto kutoka kwake Mungu, na ndiyo imewekwa wazi ndiyo uweze kuifahamu au uweze kung'amua ujumbe ambao imeubeba kwa urahisi. Si ndoto ambayo bila shaka haifuatiliki, haieleweki, haina maana. Vilevile ndoto yenye athari kubwa, yaani imekuathiri pakubwa. Unajua kuna ndoto zingine nazo jinamizi za aina yake, ukitoka pale na ni kuota unahisi kama mwenye ametoka kujifungua mazi, waelewa hizo ndoto. Aha, ndoto sampli ile si lazima iwe imesababishwa na Saitani, la hasha, huenda imesababishwa pia na Mungu mwenyewe, ikiwa na adhari kubwa ambayo itaadhili hisia zako, ambayo itakusisimua itakupa mbashasha kubwa, au hata vile huzuni na mahangaiko makubwa ya moyo. Na kwa sasa tuiangazie ishara ya pili: ndoto yenyewe inalingana na maandiko matakatifu. Ndoto yenyewe ni ya haki na yenye kutimiza mapenzi ya Mungu, basi pia inaweza kuwa ni ndoto imetoka kwake Mwenyezi Mungu. Na la tatu ni hisia na uwepo wake Mwenyezi Mungu tena amani. Kama umeota ndoto alafu baada ya kushtuka kutoka kwa usingizi au baada ya kuamuka umejihisi mwenye amani nyingi na mwenye anahisi uwepo wake Mwenyezi Mungu ukiwa mwingi sana, basi inaweza kuwa ishara kwamba ndoto uliyokuwa unaiota ilikuwa imetumwa naye Mwenyezi Muumba Mungu anaweza kukuletea ndoto ikiwa ni maagizo, ndiyo uweze kutii jambo fulani, au vilevile vile anaweza kukuletea ikiwa ni onyo. Na ndoto Mungu anaweza pia isababisha kuja kama faraja au kukufariji. Na hivyo basi, hayo tu ni baadhi ya mambo ambayo bila shaka ukiyaona katika ndoto huenda Mungu mwenyewe anakuongelesha nazo, ni wazi na kukuadhili pakubwa. Ndoto yenyewe ulichokiota kinaligana na maandiko matakatifu, na vilevile hisia ya uwepo wa Mungu na amani. Tukihitimisha, ukipata pia ndoto inajirudiarudia kila wakati, kila mara kuna uwezekano mkubwa ndoto yenyewe pia imeubemba ujumbe maarufu na sana sana, huenda ni kutoka kwake muumba Mungu. Anataka kukuongelesha jambo fulani, na ukilifahamu huenda litakuokolea pakubwa.